Uh, viongozi wengi kabla ujawa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, viongozi wengi walikuwa wananunua umeme, lakini hatukuepata kiongozi wa kuja kutuambia wazi-wazi kwamba tunanunua. Kumbe leo hii ndio tunakuja kununua kugundua kwamba tulikuwa tunanunua umeme uh, uh, tunanunua umeme huko, watu wa Bukoba wananunua umeme Uganda, lakini leo ndio tunagundua watu wa Tanga wananunua umeme pia kutoki, kutoka, kutoka Kenya enda kufanya operation na hivi sasa tunavyoongea ameshafanyiwa operation na upandikizaji wa figo na anaendelea vizuri kabisa. na ile hata ile alishakata tamaa akajua kwamba atakufa, kwa sababu ni Tanzania ambaye ana hali ya chini na asingeweza kumudu gharama hiyo ya milioni arobaini kashafanyiwa, na bado ni msichana mdogo ambaye alikuwa na ndoto na naamini anaenda kuendeleza ndoto zake. Ah, okay, umesikia hiyo hiyo? Mkiambiwa mama ana deni watu wengine wanaongea wana, wana ne bwana, mnasifia tu sana, anamgusa Mtanzania, habari inatoka, mama ana take action hapo hapo. Niliona hata kuna yule nani, ule Mbaruku sui nani, alikuwa anazungumzia kuhusiana na maji mm -hmm, e, kuna kijiji hakina maji, Dkt. Samia akaja kujibu pale pale kwamba nimekusikia, na tukamwona Juma Aweso akipeleka mabomba kwenye kile kijiji kwa spidi ya ajabu. Kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anatufuatilia mambo makubwa tunayoyafanya anafuatilia. ko kama kuna jambo unaona uh, linaweza kwa namna moja nyingine, linaweza likasaidia mtanzania mwenzako, linaweza likawasaidia watanzania wenzako, liibue Dkt. Samia Suluhu Hassan yupo kwa ajili ya kuweza kusapoti na uh, tuko na Niva pia. Naam. alisema Niva, kasema Babalevo, mm. hii mama hana deni mm. nikiacha nitakuwa nimefanya makosa makubwa sana jamani, yeah. kama mnavyojua kwa majina anaitwa Niva Eh, naongea kuliko Babalevo. Ya yeah, ni kweli. Vyuma vimekutana. <laughs> eh, katika <laughs> hii swala la mama hana deni, mm. hivi juzi kati mimi katika ziara ya mama ya Tanga. Ya. Yeah. Nimezuru naye kote kule mama. Ya. Yeah. Nimepata bahati yani nimeenjoy nimegundua vitu vingi sana. Ya. Yeah. Kwa hiyo ndo maana nikamwambia Babalevo, naomba hili tushirikiane bega kwa bega kwa sababu mama kawalipia watu wa vijijini gesi jamani kama mlikuwa mjui. Mosikia hiyo. Vijijini gesi wanunua shilingi elfu kumi na saba mtungi mmoja. Umesikia hiyo yaani kwamba ukinunua elfu kumi na saba mama amekulipia asilimia hamsini kwanza kwa watu wa vijijini amesema mwenyewe yeah. nadhani tumeona ile andisho habari yote mmeona si umenielewa yeah. mm -hmm. watu wa kijini kama una babu yako bibi yako yupo kijijini asisumbuke hawanunui gesi kwa elfu hamsini wala elfu sitini ananunua gesi kwa, kwa shilingi elfu kumi na saba yaani, hiyo serikali imeshatoa nusu ambayo ni mama katoa nusu na yeye mtu wa kijijini analipia nusu Umeona mama na deni katika swala la gesi yeah. Kawaokoa na makuni kuni, kufuata mbali kuni na yeah. Vitu vingine. Cha pili mm. Nimeona miradi iliyokamilika, tusifichane hapa, mimi nimesema, naongea kuliko Babalevo yeah. Ile baba la pangani daa Bagamoyo, sio Pangani daa ile, ilikuwa inasumbua sana daraja lile yeah. Limeisha natuwa, ikiwa trip ya huko Babalevo tutaenda kuona. Tunaenda tuna tuna safari ya ku, tutakuwa na safari ya huko ya mikoa ya ku, kusini yeah. ambako tuta, kaskazini e. tutaenda Tanga, tutaenda Arusha, tutaenda Moshi. Bwana huko kila kitu, mabarabara, mashule, mazaanati na kila sehemu ambayo ina usumbufu. Tena uzuri mama anasafiri na waziri wake. Hey, wewe vipi? Mm -hmm. Nataka hii swali kamilike. Dakika mm -hmm. na sifuri hapo kwa hapo. Kwa hiyo mimi ni shahidi namba moja. Ni ile na mama Tanga nzima. Yeah. Hadi yeah. Bumbuli tumeenda huko. Kwa hiyo hili sasa tunaloenda huko kwenye kubwabwaja, huyu bwana atasubiri. yeah. mimi wagasinaga, mi friji langu bovu, wote mnajuaga yeah. Kwa hiyo wabunge huko yeah. sisi wageni wenu, mjiandaye, wakuu wa mikoa, kama mkuu wa mkoa wa Tanga, rafiki yeah. yetu sana ndani, mama yetu ambaye na Tanga, ambasada wale yeah. ndo alikuwa anawajali sana na hata tukienda, anaitwa Batrida. Yeah. Batrida Buliani. Buriani yeah. Yaani, yule mama yani hatari mchapakazi kwelikweli kwa mkoa wa Tanga. Kwa hiyo natumai na mikoa mingine tunaenda, kama tunaanza Morogoro, tutaenda Iringa, tutaenda Mbeya, natumai huko yeah. pia tutaangalia. Mimi mwenyewe kuna vitu nataka nikavishuhudia ambavyo sijavishuhudia kwa pande yeah, na, na, na, na na sisi sasa uh, niva namna ambayo tunafanya kazi sisi, tunafanya kazi kama waandishi wa habari ndio. Sisi tunaenda kwa mfano umetuambia kuhusu gesi na sisi hatujaziona, kwa hiyo sisi mm. tunataka twende kule tukashuhudie, yes. kama hicho e, unachokisema ni kweli. And then mm, baada ya hapo ndo tunasema kwamba mama hana deni. Kwa hiyo kazi pekee tunaoifanya ni kwenda kumulika yale ambayo yamesemwa, hata kwenye utekelezwaji wa ilani ya CCM ya miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba mm, tumefanya hivi tumefanya hivi. Sisi tutafika kwenye mitambo ya umeme, tumeambiwa kuhusu umeme, uh, mitambo, uh, asilimia uh, tisini imeshawashwa, ulikuwa umebakia mtambo mmoja ambao wamesema wanauwasha mwezi huu. Mm. Kwa hiyo tunataka twende tukaone, je ni kweli imewashwa na wa, umeme unaingia mtaani um, tutapata wataalamu watatuonyesha kitu kinachoendelea huko. Kwa hiyo kazi pekee sisi hatuendi kuongeza chumvi. Ndiyo. Naomba hili lieleweke, eh, watu wa, wa, wa walibebe. Sisi hatuendi kuongeza chumvi, sisi tunaenda kusema na kumulika kile ambacho uh, kimefanyika kweli kwenye jimbo, kimefanyika kweli kwenye mkoa, kimefanyika kweli kwenye wilaya, and then baada ya hapo kiona kimefanyika, tunasema jamani, kwenye hili uh, mama hana hana deni. Deni. Watu wa Morogoro, Iringa na Mbeya, mama hana deni, timu inakuja huko, waandishi wa habari uh, gari yenye waandishi wa habari zaidi ya hamsini uh, na sasa hivi tutakuwa na wasanii pia zaidi ya hamsini kwao, itakuwa ni magari mawili yenye watu zaidi ya mia moja uh, ambao ni maarufu na wengine ni waandishi wa habari, kwenda kushiriki kwa pamoja kuona maajabu yaliyofanywa na Dr Samia Suluhu Hasan kwa miaka yake minne ya uongozi wake. Kwa kifupi, uh, Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hasan, kama Watanzania tunashukuru kwa huduma yako, tunashukuru kwa namna ambavyo umekuwa mkweli na muwazi. Kuna namna moja au nyingine unapokuwa mkweli na muwazi, uh, uh, watu wanatumia hiyo hiyo njia kuweza kushambulia mama yetu uh, tumeona umezungumza kuhusiana na kununua umeme kwa ajili ya watu wa Arusha, Moshi mikoa hii uh, ya kaskazini kwa lengo la kusaidia kustabilize uh, umeme usiweze kuwa unashuka na tazi kama kibatari. Uh, viongozi wengi kabla ujawa rais Dr. Samia Suluhu Hassan, viongozi wengi walikuwa wananunua umeme, lakini hatukupata kiongozi wakuja kutuambia waziwazi wazi kwamba tunanunua. Kumbe leo hii ndo tunakuja kununua kugundua kwamba tulikuwa tunanunua umeme uh, uh, tunanunua umeme huko watu wa Bukoba wananunua umeme Uganda, lakini leo ndio tunagundua watu wa Tanga wananunua umeme pia kutoki, kutoka, kutoka Kenya. Tumegundua kama tuna, tuna mikoa ambayo iko pembezoni ambao tunanunua umeme kutoka nchi tofauti tofauti. Watu wa Zambia pia wanatunulia wanatuuzia umeme kwa ajili ya watu wa Rukwa, lakini hatukuyajua haya. Lakini wewe umekuja mkweli na muwazi umeweka kitu hadharani, jamani, tunafanya hivi na hivi, na hivi, na hivi. Hicho ndo tunachokitaka sisi, ukweli na uwazi. Endelea kupiga kazi mama, chochote unachokifanya sisi tutaenda kukimulika kama waandishi wa habari, kama timu ya Online TV kuhakikisha Watanzania wanaona kwa macho yao kazi ulioifanya kwa miaka minne. Naitwa baba ake na Levo, baba P, nikiwa na Niva, aka... Mwita baba Irham, baba Iklam, baba Sam. huyu <laughs> <laughs> tutamshusha Morogoro <laughs> lakini pia nimefurahia historia yako wa mama yangu Hilda. Nachoweza kusema ni kwamba tutaenda kwenda kumulika, tuone, je hicho unachokiadisia ni ushuhuda wa, wa kweli? Yule mtu kule aende aseme mwenyewe ili tuone kama kweli aliguswa kwa namna moja au nyingine. Kwa kusema hayo machache, ndugu waandishi wa habari, mama hana deni season 2 Morogoro, Iringa, Mbeya. Bear. <laughs> thank you <laughs>